Ni freshi kabisa nasemaje? Nashukuru Mungu kwanza. Tuseme kwanza, karibu kwetu Ah, oh, nisha karibia, Mungu alisaidia nikafika fresh. So nisha karibia niseme. Sawa mm. So, tuzungumzie kwanza mandhari ya hewa ya huku umeionaje? Uh, mandhari ya hewa ya huku kwanza nilikuta kuko ugumu wa baridi au tuseme nilifika tu wakati ya mm. fu baridi ilinisumbua sana E, tofauti na kule majasho sasa, huku baridi iko mingi, plastic tu, kule, tu mm. E, makola tu fulani wa manjonjo, si unajua tena, labda tentengie. Tungetamani tujue safari yako mpaka ufike hapa, labda kitu gani ambacho kuna changamoto yote hapa katikati imekutokea mpaka uwe hapa. Changamoto yeah, changamoto iko changamoto iko tena ya nguvu kwanza tuseme nilifata apa nilika mafere ya kumuona e, mzee wangu tuseme vitu vya familia eh, baada ya mm, e, kufika lakini bahati mbaya mpaka, saa, niko na stress juu, nilifata mzazi wangu kidogo, mpaka na kashida kenye keko, akakwenda sawa okay. E, mm. niko na stress juu, na juu wenye nilifata mzazi wangu kidogo nilimfuata nimuone mm. lakini Mungu akupenda tuonane, sio Mungu pengine tungetamani tujue kwa sababu, labda watu wanaweza kusema Belami, miaka yote hii nadhani ndio mara ya kwanza kuingia humu ndani. E, ni mara ya kwanza sasa kuingia mm, mm, pengine tungetamani watu wanaweza katamani kujua kwamba kwa nini una baba hapa ndani? babangu

Uh, kama nilikuwa miaka ngapi yenye tulitoka huku? Yaani wewe umri wako, umri wako ulikuwa na umri gani? Ile wakati? Yes. Umri ambao tulitoka nao huku. Ah, hapo ndio sikumbuki zuri kwa peti, sikumbuki na shughuli zake eti nitoka kule na miaka ngapi, umechangia au? Sawa. Au, au. Kuna ile bana, nimekuja kwa ajili ya matatizo lakini, sasa tumekushangaa, ndani ya nadhani kwamba ndani ya siku mbili hivi tumekusikia idha moja, lakini sasa hivi tume, tumekushangaa sana umefikia studio. Ee, nilikuwa nishapitia maharakati za familia, nakuambia nipita zile wa changamoto za familia nini. Sasa e, nikoona basi niacha namaliza twaka feri uu, niko msanii niende nasikia pia matalaba producer ya hapa okay. aww Kla yak unajua, mi ni Mbembe, bote ni Wabembe pia ni wasanii wenzangu, bila ubembe kwanza, onak yeah. E, tunakwenda na ule upisi, tunazungumza yeah. yeah. ni ni ni, na na bapokea mzuri Ah, sio. Kwenye mziki wa Nyago man na mziki wa Follow Bugatti ama wa Kizo Boy unaweza kusikia mziki gani labda, na ulivyofika labda ulianza kusikia mziki wa nani ambao kama ni mziki mzuri? Ah ah, kwa sasa, kwa sasa siwezi sema nilisikia mziki wa si, sikii mziki ya se, hakuna maedisi huku. Ya, hakuna maedisi huku, sasa Kongo ukipita huku utasikia weko wanapiga mziki pale, wanapiga, ni tofauti. Sasa nikuambia kufatana na laza, iti nisikie wa unzwa mzuri kushinda wa mwenzake sikuagivile mi nakwaga tu pale vile vinawezekana, sawa. Labda pengine kuna watu wanaweza wakasema waka bana Belami anadai kwamba ni mbembe hivi. Belami ni mbembe wa tukisema kabila, yani kuna ile e, e, bashiveni. Ah, nyumba, ah, mimi mm-hmm. Yeah. Niko mbembe kabisa wa baba na mama, eh, niko mshinyaka mu nyumba, yeah. eh, ah, na studio zile. Zile ya Bashilo Kanjo babembe bashaelewa. Yeah. Hapa niko napiga kwanza zile zetu zile kabisa ziko tofauti na zetu, lafu napendaka sana ziko ziko live live sana hivi, ngoma wanatia pale makengele. Nikasema siku nitafika mkambi nitapimaka pia kwanza, sktujue hivi Belami Belami anajua tu kibembe kwenye kwenye muziki, kwenye maisha kakawaida, kibembe akijua <laughs> Sio tu kwenye maisha ya mziki mi hata hapa naweza nikaongea kiwe, mi naimba naimba mziki wa kibembe, na unasikia mi naimba kibembe kutoka uvira mpaka Bujumbura. Leo ni Tanzania rasmi Nyarugusu. Mzee, tuambie, afu umedai kwamba miaka mingi, muda wa kutosha kabisa, haupo na sisi katika mazingira haya, nini kimekuvutia hapa ulivyokuja kuona? Ah, nilivyokuja kuona ni, baada ya mimi kufika hapa. Baada ya kufika hapa ndio. Eh, baada ya kufika hapa kwenye kinivutia kwanza. Bao nilipenda kwanza vibe ya Basania hapa ni tofauti na kule kwetu. So na hapa beko na umoja, kuna kutaka sasa hivi hapa nisho na wanakutana wasanii preske wa mingi hapa. Bao wanakutana, wanapiga story, wanabishi. Sasa ile mimi napendaka. Eh, sasa kule kwetu ni tofauti. Ya kila mtu anachotaka yeye ni mvoma, yeye ni mwamba, utamfanya nini? Abaya leta fiancé hapa kweli? Ah, mimi niko na mke ndugu yangu, so, na umoja, mke mtarajiwa. Sasa mambo ya fiance, mimi mwenyewe niko na vikimbia huko e, napokea niko napokea mapele manini bwana, jaribu yangu usikie, ndio mi depuis zamani. Kwanza cha ja kwanza ni juu ya heshima yangu, so, unajua uko unafanyia kazi sehemu kwenye unajulikana sana, haipendezi hatu na magari za kutembelea unasikia kawa na gari ya kukodi mi sidanganyi, mi siununua gari lakini ingani ya maisha ya kukodi gari yeah, pale Uvira mambo, mambo, na gari ni virefu a, ukiimba yani don awezi tembea pa mbili mafuu kwa mafuu kwanza na beko nafanya mziki juu ya zingine avantaje tofauti na hapa mkambi. Yeah. E, njoo kinye mina mapende. Sawa. Labda ningetamani nijue katika safari yako ya kuja huku wasanii, wasanii wenzako Kongo wanajua kama popo. Eh, bazi ya wengi wanajua, lakini kisha kuposti hizi manani ma, ma, ma TV, kuposti njoo wengi walijua na kuniuliza: ulienda bila kulaga vya vile? Eh, mimi sikulaga ka mtu. Eh, juzi nikiambia mmoja wa familia ntalaga Labda kuna, kuna msanii kuna msanii yoyote ambaye pengine alikulalamikia, ali bana, umeenda, tunajua uko unaendea hichi na hichi na hichi, kwa hiyo ni kama unafiki katikati umeufanya? Sijampata na siwezi penda nimpate juu niko murela, si wenye niko nayo, na nikipenda nikikuwa mahusiano sipendaki kuchanganya changanya, niko hapa niko, vile. Yeah. E, ah, yeah. E, Sasa mvitu ulivyo ulivyovizoea katika maisha yako ya kawaida Uvira, Bujumbura, leo ni Nyarugusu. Uh, kitu gani ambacho kimekuboa kwamba mimi stare yangu ni kitu fulani, alafu hapa Nyarugusu sijakikuta uh, stare yangu... <sighs> pombe. Sijui nitasema nini? Bo, kwanza, kia kwanza mi nikikuwa niko, niko na, na hivi maisha ya maisha Belami kwa kutwa, tukisema tuzungumzie maisha ya Belami leo, bana, nimetumia kiasi kikubwa cha pesa. Inakuwa ni shingapi kutumia hela nyingi sana kwa siku ya leo bana, leo naona leo hela imenitoka sana

kubatu sio sema babembe tu juu ilifuatiwa tena venye beko babembe ni nyimbo moja ya kibembe tu ya lemba yana juu juu njoo ilikuwa nyimbo yenye nilifanyaga na kaingiza ma viewers e, ya mingi hmm. Mkonte yangu mara ya kwanza yeah. Lemba ya nilifanyaga mie Bernard Baru na Sadi Baba, na pia tukiangalia oh, hmm. wasanii wa Kongo yaani kwa upande wa Tanzania wasanii kati ni msanii kituahoba. Unajua kila kitu ni preparation, maandalizi. Me huu mwaka auweziisha na amwapata kazi ya kabambi yenye hayapatikanaka mbabembe Yeah, hii mwaka kabisa itaisha, mimi nawahakikishia, na mimi sidanganyaki mtapata travail ya nguvu sana na mimi yeah. Yeah, nipo Nyarugusu zaidi kwa sababu hapa ni Nyarugusu yeah. Umefika hapa kuna waimbaji industry ya muziki uko ulipo. Tuambie kabisa wazi bila kuficha kwamba wasanii wenzako wa hapa Nyarugusu, maana ni kama Wakongomani, wamekupokeaje? Ah, kuhusu mapokezi walipokea poa, walipokea sawa juu anapiga makado. <laughs> kote makado njo siyaziona ba changamuki sasa ju siyaenda eh, kote makado njo mimi siaziona ziona memalikia tu bakanisalimia nini vya vile upisi basi eh, kama ndiya makado mwambie sawa changamkia artiste <laughs> Kuna, kuna swala lile ambalo lilifanyika mwaka jana kama sikosei, Kasako Award, wali walitoa wali tuzo la best, uh, best wali ilikuwa ni diaspora na wao ulikuwa ni moja kati ya msanii ambao ulijitwalia ile tuzo, ile tuzo ilipokea ama ilikuwa vipi? Kwa sababu kwa picha ambazo zili trend, tuliona ilivunjika ile tuzo. Mimi sikujua sababu, mevalikia tu niambia ki juu mwenye alipokelea naye alikuwa Jackson. Okay. Eh, nilimuuliza mbona hiyo kosa ile inavunjika? mm -hmm. Ni nini? Akasema ati nilitoka na tuzo mpaka kupodium, ile mkutoka nikagongana na mashabiki, ikaanguka ikavunjika. Wapo mmoja kati ya watu ambao wanafanya kazi na Sadibaba na Bernard Baru ni, ni ukiulizwa kwamba uwaongelee wale watu unaweza ukaongea kitu chochote. Tulitamani uwaambie watazamaji wanaotazama kupitia kamera zetu hapa. Kwa kuhusu kuhusiana na timu yangu au marafiki yangu venye mi natumika navo kule, yeah. Sijui ndieza waongelea haya juu. Kila mtu ako na maisha yake binafsi na siwezi iongelea hapa hiyo, mm. eh, tu, tu venye beko poa ni watu pisi sana. Sasa si mimi niko kama mliona, niko pisi au siko pisi? Ni mwe. Sasa sijui mimi sio mimi, najiona nakoga pisi na jokes inapo veko. Sasa hey, sasa mtu akikuona atatamani kujua wewe ni mtu aina gani, eh. Hey no, aina gani tena hapo mimi sitaelewa. Yani wewe wewe yani kwa mfano mimi mtu akisema mimi akiniuliza wewe vipi, wewe ni mtu aina gani, nitasema bwana mimi niko hivi na hivi. Hey okay, unajua nini mimi mm, nakoga mtu mwenye nakoga na hasira Okay. Ee, nakuwa mtu mwenye asira sana mm. Wakati nakosewa nakoga mwepesi wa kukasirika mm. Sikwagi ule mtu wakusema anakasirika kwe kwanza, na hekima njovile siwezagi mm.

Una mademu mpaka sasa hivi. Sina mademu, sina mademu. Ukisema mademu unaona kuna mwanamke, mwanamke mingi. Eh, sasa mimi sina bashiri sheri. Mimi niko na sheri mwenye atakuwa mama watoto madame. Okay. Au sio, umesema kuwa ni mtu ambaye una hasira sana. Kwa hasira ilitokana kukufuatana na upande wa muziki ama vipi? Haijalishaki ni muziki wala nini. Yeah. Nikikosewa tu roho ikichafuka, vitu vinafika na ridhika. Toka mm -hmm, utotoni, mm -hmm, au? Eh, toka utotoni, juu mimi si niko hapa mwenye ananijua akifuata hata interview atasema yani, kweli. mm -hmm. juu mie hata mere yangu huko hata wakati juu ya asira yangu ya mbaya nitafuta kumgusa mm. Kumwili mamangu yangu mzazi vitu okay. Viwezekani haviwezekani ni juu ya kitu kna ndani ya, ya, ya, ya roho yangu mm. Umefanya muziki kwa muda mrefu sana. Ni faida kwa, kwa mm. Ni za hey, mingi sana kama zipi? faida ni za mingi kwanza, ilinitambulisha ili ili, ili kubatu kwanza, ile ni faida okay. nilijulikana na mwe wote mnanijua nijua mm -hmm. mziki yeah. Eh, nilipata mai za makazi tofauti tofauti, kwa saa hii niko naishi mzuri nijua ya mziki nisha kwa saa hii niwambie, sasa niwaibie siri, eh, mtendaambia vingine watu yeah. Eh, kwa sai deja nisha, nisha, nisha nunua ndinga yenye iko na, itavenea hapa mamwezi wa sita eh, gari yangu sa okay. Juke ba mingi wanajua. Eh, juke kila mtu anajua, bochuka ilikuwa mu, mu ah, simi dolari donc vingine siko na konte na kwa nini? Yeah. Ije mwezi wa sita isija kesho nini, ah ni kufuatana yeah. Yeah. Eh, yeah. eh, oh, na harakati za de dedonema ni virefu juu ifike fast kwenye huko inalombaka prosese za mrefu, m mwezi wa sita kabisa nitaiposti mtaiona ndio pia hapo, yeah. Hapo kuna kitu ningeipenda nikiongeze kwa Belami ambacho pengine kwa namna fulani hatujakiuliza mm. Watu wanasema kwamba kitendo cha wewe kufanya kazi na Shiyan kinapelekea kwa namna fulani labda kuwa na kitu ambacho kimeleta kama utengano kati yako na Mr. Gave na hiyo pia inaweza ikawa moja ya sababu ambayo unaweza ikawa imekufanya kama ununue ndinga hivi maana tumemwona Mr. Gave ana posti posti sana kwamba sijui ananunuliwa ndinga na mashabiki. Hii labda unaizungumziaje kwa macho? Ah, mimi si nunui juu ya hivyo vitu. Mimi ninunua juu ya aa, mi naishi Burundi yeah. Na Burundi inastahili kuwa na usafiri Eh, mm -hmm. So mfano sasa, hapo hapo pia kuna kipindi fulani hivi ulisafiri kutoka Uvira mpaka Kinshasa kwa kitu kama kwenda kufanya kolabo na NOSB, ni kolabo ambayo haikutokea haijalishi inaweza ikawa ikutokea labda kutokana na ubizi wake, au akuwa bize, lakini pia nyuma tu mara baada ya kutoka Kinshasa na na na kuja kufanya kazi zingine Burundi. Inos B, kazi Burundi tumemwona anafanya Joe Joe Like na Joe Like, nafikiri unamfahamu yule, yeah, wa Goma labda yeah. Labda kuna kipi ambacho pengine ki kilikuwa pale katikati ile collab collab ilikuwa ikamiliki e yangu ilipitia changamoto za mingi. Me niko sure vitakuwa bien tu tunaongeaka tunaongeaka, hey, management baadaktok kinsha o n ya, ya, ya, alikuwa alikuwa ya, ya, ya bibi yake, e, sasa utafanya akaenda fanya kule desmen This me uh -huh. Na mimi unajua kuishi Kishasa, ndugu yangu, basi kudanganye njo fasi yenye iko na maisha magumu sana. Kila kitu kiko sheri, eh, mm -hmm. Yani pale vile na pipi iko sheri. Okay. Sawa, so, watu wengi wana basic kuhusiana na, na mahusiano ya umbali kati ya mtu na mpenzi wake, na ni kitu ambacho pengine ni kama kinaonekana kwa upande wa Belami, ni kama Belami kwa asilimia kama zote hivi ana mpenzi wake ambaye anapatikana huko Mambele. Kitu ambacho kidogo kinaweza kwa ujumla kama kina kina kwenda kwa kutewa mtu ambaye yupo mbali kidogo Bo. Ah. Unajua mpaka nifikie hapa kuko baaje ya sawa na mimi, baaje yangu. Okay. Eko na batoto, yeah. Me, mpaka nifikie hapa donki nilijifunga vya kutosha. Yeah. Si ya zalaka gisi niko hapa na si ya pimaka hata kuoa depi, yeah. Nizaliwe. Donki niko najilinda mimi mwenyewe. Eh? Najilinda. Unasikia? Donki niko mtu mwenye niko na madecisions zangu. Eh, sipendi nioe kukurupuka. Na unajua mapenzi hayajalishaki uleko mbali, uko karibu, upende kwanza na ujue mzuri, mzuri. swali <laughs> <laughs> so, la mwisho miaka miwili yeah. yeah. Tunaamini kwamba Belami ni msanii ambaye anajulikana na ni star, kati yako na yule mdada nani, ambaye anaweza kama amemchiki mwenzake kuhusiana na masuala ya mapenzi? Ee, mke wangu au niseme mpenzi wangu ndo amekutafuta kwamba inabidi nitoke na mtu fulani hivi ambaye ni maarufu, au wewe ndo umemtafuta unajua nini? Unajua nini? yeah. Unajua nini?

alintafutaka juya vya makazi yeah. Tukafanyaga makazi vikaisha pale sasa, tukabakia na ile contact siku moja, nini ana wana mlitafutana labda kikazi kama video vixen, labda alikuwa ni mtu kule ilikuwa ikikuwa mimi mimi nadhani kwamba naweza nikatamani kwanza turudi nyuma ulisema una tabia fulani ya kushinda ndani. Hii inatokana na nini? E, nijua kwa vite. Bon, mimi sikwagi mtoto wa kutembea sana e, wa kupita pita niko huku, niko huku, niko huku. Ukiona mimi natoka, yani kuko wenye mimi natokea. Yani ni yani, kitu kwenye nilipanga depuis mfano juzi au jana. Sitoka kitu na kurupuka. <laughs> ile unakucha niende wapi, nilamuke tu. uh, mm. mm. e, kwa mm. Anakuhudumia kwenye masuala ya kupika vitu kama hizo? uh, uh, masuala ya kupika e, niko na dada yangu e, ile kazi donc, tunaishi wawili kwangu kwenye mimi napanga <coughs> E, mi na dada yangu mm -hmm. mm -hmm. ndo anafanyia kila kitu pale, anafanya vyote <coughs> Kwa nini ujatamani hata kuchukua sigali? Maana yule dada yako ni hakika atachukuliwa tu. Ndio maana kuna onyo, wanamezea mate pale. Oh, O, ni gani? Wewe ushamuona? Wewe oh, uko kwa mzee mzee. Yaani namfananisha labda kwa mfano. Yaani kama namuona kwenye si. Poa aah, hapana. Okay, mimi nikitoka kwanza huko, mimi naendelea kukaribisha, mimi kauli yangu yote itakuwa tu ya kukaribisha checheni, yaani Nyarugusu. Hivi kweli kwa nini haukufikiria kutuachia zawadi hapa ya kolabo na wasanii wetu hapa kambini? Hao umeona hawana kazi au nini au sio mpango? Lakini collaboration yako moja hapa ni kubwa sana na ni hatua kubwa sana kwa industry ya muziki wa Nyarugusu. Hapa, ningie, tena ma, ma vitu yangu vya mafamilia eh, afu. Muda njoo, kuna njoo sababu. So, kuna maisha fulani hivi nadhani kwamba wasanii wengi wameshapiga na wewe kwa huko kwa, kwa, kwa, kwa, Kongo sasa hivi unaonaga una ni kwa nini kwa sababu wewe una washikaji kama wawili kuna Sadi Baba pia kuna be, nani, nani, nani ule yeah. Ben, Bernard. Hivi unaonaga kwa nini wakuchagua na kuchagua wewe? Ah, kila watu na, na mikakati yao mi sijui, wenda wanashindwanaka. Mimi siwezi jua sasa. Jumie wanakuyaka, tunaelewana na batuma kwa kwa manager wangu. Banaelewana alafu mimi naambiwa tu wani kesho moja mbili tatu tutatumika na ule msanii. Tunakutana, tunafanya mambo yetu chap chap binaishia pale. Bia vile. Naam bila mimi. Ah, kuna swali nitaka kulizia kuhusiana na umetuambia umevuta ndinga Haujatuambia kuhusiana na makazi, nyumba unayoishi, gharama zake. Uh, tungependa na hilo tufahamu hapa. Njoo kujumbura kwa mwezi mmoja. Bila shaka tuliona <coughs> tua tuliona yako ya, ya Zanzibar na, na Zanzibar kule ulienda kufanya video ulienda kufanya shooting ya video yako ambayo ilitoka ili na tume, tuliona nataka tuju, tu, tu, tu, tu, tujue zile momenti ambazo ulikutana nazo kule Zanzibar, changamoto na vitu kama hivyo hivo. hey, Zanzibari Changamoto ya kawambi ilikuwa tuligonga mwarabu wa watu mm. Mungu anisamee, na ile clip niliona uliona kae eh? Ba Tanzania waliona ile clip kule wakaya mayama sana mm. Huyu Mkongo vipi? Huyu anataka atumalizie watu hapa nini? mm. Nikasema, eh, hii ni bahati singekukana mtu hapa pale ningechapua kule mngesikiana chapua, eh, lakini bo njoo changamoto ya kawambi ilikuwa pale mm na ingine ilikuwa ni juu ya ah, ni vitu nyingi sikukua naelewa kule vile matranspo mm. Kutoka, eh, kutoka

Mikasa we, vitu gani? Du muna ona niko mkongomani. Kwa nani jina kwanza kisha lilivokubwa. Mm-mm, basi jina pale bana nijua pale mtanzi pale Dar es Salaam. Nishidangaye hapo pale mini kukapu. Labda tutamani tujue hichi kitu maana hapa tunaelekea kumaliza maliza. Labda tutamani tujue hichi kitu. Safari yetu napotoka hapo naelekea wapi? Kutoka hapa? Kutoka hapa mimi narudia Ujumbura kwangu. Nikitoka pale naingia Dar es Salaam. Ya kutoka pale niko na zingine. Donke niko na mavua ya mingi. Juu niko na prepare ipi kwanza kia kwanza mjue vile. Eh, na niko na business. Siku ipi yangu itatoka tungane mkono pia juu itakuwa pia kabambi, tukaje tukaje tukala mchele nini, tunaelewa tena bo. Vitu wenye siapenda kuviweka wazi sana, mambo ya vya mandoa manini, mimi nikikua nikiwawekea wazi <sighs> nitajua tu nikisema niviweke sasa vikue mtavijua, tuoavingine ya prepare vingine zaidi. kuna Uh, kuna la kumalizia labda pengine eh, la kumalizia ni kwamba ni kwa uh, napenda washabiki wangu wa Nyarugusu na nilifurahi kumapokezi ya wasanii wenzangu kwa mwenyeisha kia niona na mwenye kia niona biaifurahisha sana, na mwenye kia niona juu ya kutokunipata kusimu enda, ni juu ya makonexio za hapa, mtandao unanisumbua eh, wenda ni vile. Me nafurahi kwanza kwanza kufika Nyarugusu na mapokezi yenu, nilipenda sana merci sana. Ni mimi niseme asante sana kwako wewe ambaye tulikuwa nayo mwanzo mwisho, kama ulivyomuona. Au ni msanii wetu pendwa sana kwenye industry yetu hii ya muziki, anaitwa Belami kama ulivyomsikia. Hichi hapa ndio kilichomleta huku kambini, na pia ndio hichi anachoenda kukifanya. Nadhani kama alivyodai amefuata familia na kama mlivyomsikia, mi nadhani tu, make sure tumesubscribe, ume like na ku comment ili uzidi kupata update zote za hapa Mastaz TV. Bende kamera sa mtumbadi, mmoja kati ya makameramani ambao ni appreciate sana kwenye kazi yangu. Niseme asante sana kwako.